Kifupi sana ambacho amekizungumza CEO wa klabu yetu leo ametuambia kwamba Young Africans tunakuja na project inayoitwa Yanga Soccer School. tunakuja na project kwa ajili ya maendeleo ya mpira wa vijana hapa Tanzania ni kama aa inaitwa Yanga soka school. La kwanza, kwa nini Yanga Africans imeanzisha Yanga soka school? Sio? Hapa ametupa takwimu, sensa ya mwisho ambayo ilifanyika hapa Tanzania, ambayo ilionyesha watoto kutoka umri wa sifuri hadi 14, na ni watoto zaidi ya milioni 26 ambao wako ndani ya mipaka ya Tanzania, na katika watoto hawa wako watoto ambao wamebeba ndoto za kuwa wacheza mpira. Katika watoto hawa wako wazazi ambao wanaangaika usiku na mchana kuhakikisha watoto wao wanatimiza ndoto kubwa za kuwa wachezaji wakubwa wa mchezo wa mpira miguu. Tunafahamu wote sasa hivi mchezo wa mpira wa miguu sio tena mchezo wa kujifurahisha. Football sasa hivi ni kazi na ni kazi inayolipa vizuri. Unamwona bwana mdogo Lamine Yamal akiwa na miaka kumi na sita kumi na saba ameshakuwa mchezaji mkubwa duniani, ameshakuwa mchezaji anayelipwa vizuri duniani, ameshakuwa mchezaji ambaye amebeba ndoto za familia yake za kimaisha ni kupitia football. Kimwangalia Lamin Yamal amepata misingi mizuri kutokea chini mpaka sasa hivi kwenye age ya miaka 16, ameweza kuishangaza dunia. Na sisi Yanga Africa Sports Club, kama taasisi kubwa ya kimpira hapa Tanzania, kama taasisi ambayo ina heshima kubwa nje ya mipaka ya Tanzania, tumeona ni wajibu wetu sasa kurudi chini na kuja kusaidia ndoto za wazazi kutimia na ndoto za vijana hawa kucheza mpira katika njia sahihi. Kunaweza kuwa na vituo vingi, lakini Yanga Soccer School inakupa njia sahihi, wewe kama mtoto kufikia kariera yako ya kwenda kuwa kwenye professional footballer, kuwa mchezaji wa soka la kulipwa, njia sahihi domana ukiangalia hapa sio amegawa hizi umri uh, katika maeneo matatu kwa Yanga soka School itakuwa na maeneo matatu kwenye umri. Kuna watoto chini ya miaka kumi na moja, kuna watoto chini ya miaka kumi na tatu na kuna watoto chini ya miaka kumi na tano. Ukizingatia kumi na moja, kumi na tatu na kumi na tano, ukizingatia tayari Yanga ya chini ya miaka kumi na saba ya vijana tunayo timu ya under 20 na tunayo senior timu yetu ya. Maana yake tunampitisha mtoto katika njia sahihi kuelekea kwenye kari yake ya soka la kulika. Sasa wazazi wengi kizungumza nao, wazazi wengi kizungumza nao, wana ndoto watoto wao wacheze mpira, lakini ile elimu sahihi ya mtoto wake kucheza mpira nile eneo sahihi, kwa sababu unapozungumza umri wa miaka kumi na moja miaka kumi na tatu unazungumza mtoto ambaye inabidi apate maarifa sahihi, kuwe kuna eneo sahihi kwenye usalama wa huyo mtoto, kuanzia security yake, afya yake na kila kitu mzazi anapompeleka huyo mtoto. Kwa sisi tumetengeneza soka school hii kwa kukata hizo age, kwanza tunakwenda kuweka maarifa sahihi kwa watoto takuwa na mtaala sahihi wa elimu ya mpira kwa chini ya miaka kumi na moja miaka kumi na tatu na miaka kumi na tano Lakini namba mbili, Young African Sports Club, taasisi hii kwa ukubwa wake na heshima yake itamuhakikishia itamuhakikishia mzazi vitu vikubwa vitatu. Ukiondoa mtaala sahihi, vitu vikubwa vitatu vipata hapa kwenye soccer school. Kwanza taasisi yetu ni taasisi inayoheshimika, ni credible institution, sio taasisi tu ya kawaida. Ni taasisi ambayo wameshapita watu wengi wakafanikiwa kimpira, ni taasisi ambayo imeshasaidia watu wengi kwenye football wakafika katika karia za mbali, achilia mbali wachezaji tu ambao mnaona watamba Afrika, wako wachezaji ambao wamepita Yanga wametamba pia barani Ulaya. Maana yake ukimleta mtoto wako kwenye Yanga Soka School number one utamleta kwenye taasisi inayoheshimika credible institution. Namba mbili, tunakuhakikishia usalama wa mtoto wako. Usalama wa mtoto wako anapotoka nyumbani, anapokuja kwenye kituo ambacho kitakwenda kutangazwa hapa, itakuwa wapi hiyo shule yetu, usalama wa huyo mtoto kwa muda wote ambao watakuwa na jopo la wataalamu ambao yuko nao hapa yale. Namba 3 ni afya. Tutahakikisha watoto hawa mbali na kuwaandalia mazingira mazuri ya kukua kimpira, kuwa na usalama sahihi, lakini pia wanakuwa na afya nzuri ili tuweze kumwandaa mchezaji sahihi. Tunasema afya ni concept pana. Tunataka huyu mtoto muandae awe completely footballer. Kwa hiyo tunamuandaa kwenye age under 11, under 13, under 15. Mchezaji aliyekamilika tunamwandaa hapa. Kwa hiyo ukisikia afya usifikiri ni malaria tu. Tunaandaa mchezaji kwenye misingi sahihi ya afya ya mchezaji mpaka anakuja kuwa mchezaji iliyekamilika anapotana kwenda professional. Na sasa hivi ukiangalia, ndugu zangu, ni age ya 17 unaweza kucheza professional. Unacheza kabisa professional football. Kwa hiyo ukija Yanga Soccer School ukapata misingi sahihi ukisha turn kwenye under 15, ukienda under 17 garantii garantii kabisa kucheza kwenye professional football ukiwa na misingi sahihi. Na mwanzo ni mwagusia kuhusu taaluma mtaala sahihi wa elimu. Kuna mzazi mmoja tulizungumza naye yeye, anatumia gharama kubwa kusafirisha mtoto wake kutoka hapa, amemtafutia shule nje ya mipaka ya Tanzania akiamini huko ndiko kuna walimu sahihi wa kuweza kumfundisha mtoto wake acheze mpira haraka. Tanzania alikuwa haoni. Kwa hiyo tulichokifanya sisi, kwa sababu watu wanakimbilia elimu nje ya mipaka ya Tanzania, sisi tumekwenda kuchukua hao wataalamu. Wataalamu ambao wazazi wa Kitanzania huwa wanasafirisha watoto wao kwenda nje kwa gharama kubwa kufata iyo taaluma, sisi tunakwenda kuleta wataalamu ambao wataiongoza hii soka school na project hii itakuwa chini ya technical director yetu p, mnamuona mnamwona, itakuwa project ipo chini yake kwenye swala zima la kiufundi na la kumdevelop mtoto mpaka anapofika under 15. Kwa hiyo ni fursa, ni fursa kubwa kama CEO amesema, ni fursa kubwa kwetu sisi wazazi, ni fursa kubwa kwetu sisi walezi lakini kipekee ni fursa kubwa kwa vijana wa Kitanzania wenye ndoto ya kufika mbali kimpira. Hasa kwa fursa hii, nimrudishie tena kipaza CEO, aweze kumkaribisha Paul Matthew azungumze kwa upande sasa wa hiyo taaluma na nini mzazi utegemee unapomleta mtoto wako wa chini ya miaka 11, 13, 15: nini maarifa mtoto wako atayapata based on mtaala wa kimpira ambao unatolewa kwenye Yanga Soka School.